Kutokea viwanja vya Mbagala Zakhiem jijini Dar es Salaam, hivi ndivyo ambavyo umma wa Wanasimba waliojitokeza hapa viwanja vya Mbagala wakifurahia na kuwakilisha wengine mamilioni ya mashabiki wa Simba kote ulimwenguni, wakielezea furaha yao kwa vitendo kwenye kile ambacho wamekishuhudia kwenye big screen hapa katika viwanja vya Zakhiem Mbagala, kushuhudia timu yao ikiingia kwenye hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wamecheza sana robo fainali, sasa wamefuzu nusu fainali na wamekwenda moja kwa moja mpaka hatua ya fainali. Namna tazama, namna ambavyo wana Simba hawa walivyojawa na furaha, ambao mithili yake pengine inaweza kushindwa kuelezeka kwa maneno zaidi ya kuwachia moyo na nafsi uzidi kuamua furaha waliokuwa nayo. Wapo walioanguka hapa, wapo ambao wameondoka na machozi, lakini yote ni namna ambavyo ya kuelezea ile furaha waliokuwa nayo kwenye nafsi zao, ambao pengine kwa mdomo, kwa sauti, kwa kinywa na furaha hiyo ishindwe kuelezeka, ni furaha ya hali ya juu kwelikweli, ambayo wana Simba walioko hapa zake Mbagala unawashuhudia wakiespresi hisia zao na kuwawakilisha wanaSimba wengine zaidi ya milioni kadhaa huko ulimwenguni kama ambavyo unawashuhudia ni furaha kwa wekundu wa Msimbazi. Simba goli la kwake Jean Shaleau wa, la uwanja wa nyuamani complex walimlaumu sana, alikosa goli uh, la la wazi baada ya kumchukua mpaka kipa, lakini lile lile moja ndilo ambalo limewapeleka katika hatua ya fainali. Ndipo ambapo tunaweza kuzungumza kwamba mpira wa miguu wakati mwingine heshimu yule ambaye anaucheza, kwa sababu hujui nini ambacho anakutana nacho akiwa uwanjani. Jean Chazaua goli lake alilokosa lilikuwa stori kubwa sana kwenye mchezo wa kwanza, lakini angalia leo goli lake lile lile moja alilofunga ndio stori kubwa kwa wanasimba wote Tanzania na ulimwenguni kwa ujumla. Heshima kwa mchezo wa mpira wa miguu, heshima kwa namna ambavyo wachezaji wana faiti kuhakikisha kwamba wanachokifanya, ikitokea ni makosa, si kwa sababu wanapenda, ila ni namna ambavyo mchezo unaendelea. Tazama lile li goli moja lilokuwa linasemwa sio goli, ndilo ambalo linawafanya wanasimba hawa wanaonyesha hisia na furaha yao ya hali ya juu kwelikweli, kama ambavyo unashuhudia. Cheki mama huyu na mtoto

mama huyo akiwa na mtoto wake wakifurahia kile ambacho atokea, mtoto anarisishwa kile ambacho kinaonekana, kama ambavyo anamshuhudia mama amemrisisha mtoto wake na urithi huo unamishirika kwenye jezi ambayo amemkabidhi. Hivi ndivyo ambavyo mashabiki wa wekundu wa Msimbazi, Simba, wanafuraha hapa katika viwanja vya Zakhiem Mbagala baada ya kushuhudia timu yao ikitinga hatua ya fainali katika uwanja wa ugenini tena, katika mechi ambayo wapo waliobeza kutokana na goli moja walipata nyua amani lakini hilo hilo moja ndio limewapeleka katika hatua ya fainali. Hongera kwa Simba. Kwa miaka miwili sasa, kwa maana misimu miwili, tunapata timu ya Tanzania inaingia katika hatua ya fainali. Msimu wa 2022 2023, Young Africans walicheza hatua ya fainali na kukosa ubingwa kwa kanuni ya goli la ugenini, lakini sasa msimu wa 2024 2025, Wekundi wa Msimbazi Simba nao wanatinga hatua ya fainali. Wanamsubiri mpinzani atakayefuzu baina ya RS Berkane ambao wenyewe kutoka kule nchini Morocco wanaongoza magoli manne kwa sifuri katika mkondo wa kwanza dhidi ya kikosi cha CS Constantine ambao na wenyewe watakutana katika mchezo mwingine ambao utawafanya. Kila kinachoendelea hapa ni video call, ni video recording, kila kitu ambacho wanasimba wataona kinawezekana. Yupo ambaye amepiga video call nyumbani, kwa marafiki, ndugu, jamaa, kuwaonyesha kwamba bana, hii furaha tuliokuwa nao tunaielezea kutokea hapa Zakhiem Mbagala ili ikufikieni ninyi ambao hampo Zakhiem Mbagala, lakini yote ni kuwakilisha wanasimba wenye furaha zaidi. Wapo wale wa video recording, kwa maana ya kwamba wanaorekodi kwa ajili ya kuweka kumbukumbu ya kwamba tarehe 27 mwezi Mei mwaka 2000, mwezi Aprili kumradhi, tarehe 27 mwezi Aprili mwaka 2025, ilikuwa sehemu ya Tanzania walotazama big screen na kuishuhudia Simba Sports ikienda kwenye hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kama ambavyo unashuhudia hivyo, Simba Sports ametinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika.